Mafanikio ya Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya ambayo yamepatikana katika kipindi cha miaka minne e, ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu ya sita chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ni kwamba Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya linajivunia sana mafanikio makubwa ambayo tumeweza kuyapata katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu hii ya sita inayoongozwa e, na, na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo e, tunaposema kujivunia mafanikio makubwa tuliyopata katika mkoa wa Mbeya, ni katika nyanja mbalimbali ikiwemo nyanja za rasilimali watu, rasilimali vifaa, majengo na mafanikio mengine ni katika kuzuia na kupambana na uhalifu kuzuia na kudhibiti ajali za usalama barabarani. Kwa upande wa miaka minne, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya liliweza kupata jumla ya askari 351 na, na hawa walikuwa wanatoka katika shule ya polisi ambayo hawa walikuwa wanajulikana kama CCP, lakini sasa hivi ni shule ya taaluma ya polisi ambayo ni Tanzania Police School. mafanikio mengine ni kwamba jumla ya ma maafisa wakaguzi na askari wapatao na 1662 wameweza kupandishwa vyeo kwa renki mbalimbali. Haya ni mafanikio makubwa kwa kipindi hiki cha miaka minne. Lakini vile vile jeshi la polisi mkoa wa Mbeya tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, tumekuwa tukitumia utaratibu za wa taarifa za kiintelejensia na upelelezi wa makosa ya jinai eh, kwa hawa makachero ambao wameweza kupata elimu kwenye vyuo mbalimbali vya Jeshi la Polisi nje yanji na ndani ya nchi na kuweza kuwa na uweledi mkubwa katika kupeleleza kesi. Kwa hiyo kwa kipindi hicho ambacho nimekitaja uhalifu umepungua kwa asilimia tatu, na kwa hali hiyo tumeweza kuzuia na kupambana na uhalifu ikiwemo sasa kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Mbeya wanafanya kazi za kujipatia kipato na kujizalishia mali bila kuwa na uza ku yoyote, na ongezeko hili la rasilimali watu nililolitaja pamoja na vitendea kazi na ukiongezea na matumizi mazuri sasa haya falsafa ya polisi jamii ambayo tunaenda nayo pamoja na ulinzi shirikishi. Kwa kweli wananchi wameweza kujengewa uwezo na kuhakikisha kwamba wanasaidia jeshi la polisi katika mkoa wa Mbeya kuwabaini wahalifu na kuhakikisha kwamba wanatoa taarifa kwa wakati na sisi jeshi la polisi tunaweza kukabiliana na wahalifu pamoja na viashiria vyote vya uvunjifu wa amani. Aidha, katika kipindi hicho jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limepata mafanikio makubwa katika uh, kuhakikisha kwamba inafanya misako kwa kutumia magari ambayo tumeweza kuyapata kutoka uh, serikalini, kwa kupitia mkuu wetu wa jeshi la polisi, ambapo sasa doria na misako zimeweza kufanyika kwa kiwango kikubwa na watuhumiwa pamoja na wahalifu pamoja na mali mbali mbali zimeweza kukamatwa. Kwa kipindi hiki cha miaka minne, vitendea kazi kwa maana ya magari, tumepata magari mapya 14, pikipiki 11. Kwa hiyo hii ni e, ni sehemu kubwa sana imetusaidia sisi Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya kuhakikisha kwamba tunafika maeneo mbalimbali na tunawafikia wananchi kwa wakati na kuhakikisha kwamba tunaweka hali ya usalama kwenye maeneo yao. Kwa hiyo, mafanikio ambayo tumeweza kuyapata kwa kutumia vitendea kazi ni pamoja na kukamata madawa ya kulevya aina ya bangi jumla kilo 1,450 na gramu 517 na mjaji wa madawa hayo wapatao e, 1342 walizokamatwa aini. Pia dawa za kulevya za kiwandani aina heroine zenye uzito wa kilo gramu 19.2 zilizokamatwa pamoja na watuhumiwa sita. Dawa za kulevya aina ya mirungi pia zenye uzito wa kilo tatu zilizokamatwa, lakini vile vile pombe haramu ya moshi yenye e, ujazo wa lita 1462 uja 412 zilizokamatwa pamoja na mitambo 23 inayotengeneza pombe hizo na, na watuhumiwa watu patao 498 waliweza kukamatwa. Pia kuna silaha 40 zilizokuwa na vibali zilizokuwa zinamilikiwa isivyo na raia na watu ziliweza kukamatwa. Magobore yalikuwa 29, shotgun 29 na rifle tatu pamoja, pamoja na bastola mbili. Hivi vile vile risasi 12 za shotgun pamoja na magoli ambayo yanatumika katika eh, magobore yaliweza kupatikana pamoja na watuhumiwa wa makosa haya ya kupatikana na silaha bila kibali wapatao 42 waliweza kukamatwa. Kwa upande wa nyara za serikali tuliweza kukamata eh, nyara za serikali zenye thamani ya bilioni moja milioni mia sita ishirini na nane laki tisa na sabini. Hawa walikamatwa pamoja na watuhumiwa wapatao 33. Lakini kwa upande wa uhamiaji haramu Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya pia tunaweza kukabiliana na wahamiaji haramu no, wanaoingia katika mkoa wetu, na hivyo jumla ya wahamiaji haramu 174 walikamatwa. Lakini pia vyombo vilivyosafirisha mali hiyo ikiwemo magari manne pamoja na pikipiki sita zilizokamatwa. Mafanikio mengine ni upande wa wale ambao wanazorotesha uchumi wa nchi, sisi Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya pia tunaweza kukabiliana nao ni hawa, ni wale ambao wanatorosha madini aina ya dhahabu kutoka kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo dhahabu yenye thamani ya shilingi bilioni 1,815,621,987 ziliweza kukamatwa pamoja na watuhumiwa tisa, na hawa wanaendelea na kesi yao huko mahakamani. Lakini pia silaha 34 zilizokutwa zimeibwa, zilizokuwa zimeibiwa kwa watu mbalimbali kwenye majumba yao eh silaha zipatazo kwa maana bastola pamoja na shotgun uh, ziliweza kupatikana, lakini pia kuna mali mbalimbali za wizi e, ziliweza kupatikana ukiwemo TV, radio, mitungi ya gesi pamoja na mi-miundo mbinu mbalimbali ya mamlaka ya maji pia tuliweza kukamata na watuhumiwa waliweza kufikishwa mahakamani. tumiwa ambao wanajihusisha na makosa ya utapeli kwa njia ya mtandao hawa pia waliweza kupatikana wapatao kumi na mbili wakiwa wanajiwakilisha kwamba wao wanafanya kazi maeneo mbalimbali kwenye taasisi za serikali, ikiwemo ofisi za Ikulu, eh, wizara mbalimbali. Hawa pia walikamatwa na kufikishwa mahakamani, lakini kulikuwa na ile wimbi la watu kupotea kutekwa na kwenda mahali ambako hakujulikani. Pia Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya liweza kufanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba inatumia weledi wa hali ya juu, iliweza kufanikiwa kukamata watuhumiwa saba waliokuwa wanajihusisha na, na matukio hayo, lakini pia watoto wanne waliokuwa wameibwa pamoja na kurikwa sehemu ambazo hazijulikani iliweza kutafutwa na walipatikana. Kwa upande wa kesi za mahakamani zilizoweza kufikishwa mahakamani, niongelee mafanikio makubwa ambayo yaweza kupatikana. Kuna watu ambao walikuwa wanajichukulia sheria mkononi na wengine kufanya makosa kama haya ya, ya mauaji waliweza kufikishwa mahakamani na kuletiwa hatia. Mfano, watumiwa wapatao saba walipatikana na hatia ya kunyongwa mpaka kufa kutokana na matukio ya mauaji, lakini watumiwa ishirini na tatu wa matukio ya kubaka ambayo ni makosa ambayo kwa kweli tunakabiliana nayo kwa kiasi kikubwa pamoja na kurawiki walipatikana na hatia ya kifungo cha maisha a gerezani, na vilevile watuhumiwa ishirini na moja wa matokeo ya unyang'anyi wa kutumia silaha au unyang'anyi wa kutumia nguvu, hawa pia walipatikana na hatia na walifungwa kifungo cha kwenda jela miaka 30. Wapo pia watuhumiwa wapatao 133 h wa makosa ya mtandao, pia hawa waliweza kukamatwa na, na walifikishwa mahakamani. Kwa hiyo eh, kwanza pia tulijitahidi kupunguza mlundikano wa, wa mahabusu magerezani umepungua kiasi kikubwa kwa sababu eh, taasisi mbalimbali tunazoshirikiana nazo wanao, kuna vifungo mbadala vinazingatiwa, lakini pia eh, tunahakikisha kwamba hatu hatutoki nje ya, ya ule utaratibu wa kuchunguza kwanza kesi kupeleleza kwanza kesi. Tunapokuwa tumeona kwamba hii kesi ina ushahidi wa kutosha, ndio tunapeleka mahakamani. Kwa hiyo swala la kupeleka mahakamani eh, watu bila kuwa na ushahidi wa kutosha, hilo sisi Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya tumelizingatia sana. Kwa hiyo kwa upande wa usalama barabarani pia tumeweza kupunguza ajali uh, za barabarani kwa asilimia mbili pointi nane ambapo sasa hii inachangiwa na nini? Inachangiwa na vifaa kazi ambavyo tumevipata ikiwemo magari kama nilivyosema magari ya highway patrol, lakini kuna vifaa mbalimbali kama vile post speed radar kwa ajili ya kupima mwendo kasi, lakini pia vipima ulevi ambavyo tumeweza kuvipata vipya kabisa ambavyo vinasaidia kwa machine VTS, kwa hiyo post machine tiramis Damisi, hii mifumo yote ambayo tunaitumia na yenyewe imesaidia katika kuhakikisha kwamba masuala yote ya usalama barabarani yanadhibitiwa na tunazuia kwa kiwango kikubwa makosa yote yanayotokana na uzembe, makosa yote yanayotokana na ulevi, kutokana na vifaa na mifumo ambayo tunaitumia. Kwa kipindi hiki cha miaka minne ya Mheshimiwa Rais eh, Daktari Samia Suluhu Hassan, Jeshi la Polisi Mkoa Mbeya imefanikiwa kujenga vituo vya polisi na kusogeza huduma kwa kwa wa wananchi kwa kiwango kikubwa sana. Miongoni mwa vituo vya polisi vilivyojengwa katika mkoa wa Mbeya ni pamoja na kituo cha polisi Makongolosi ambacho kiko kabisa mpakani mwa mikoa miwili, mkoa wa Tabora na mkoa wa Singida na kutoka hapa Mbeya mjini kwenda mpaka pale mpakani kama kilomita mia nne na themanini. Kwa hiyo unaona kwamba tumesogeza huduma kwa wananchi, lakini pia kuna vituo vingine ambavyo vimejengwa kwa kipindi hiki kama vile kambika toto Itumbi, Ifumbo, Sangambi. Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya tunamshukuru sana mkuu wa Jeshi la Polisi nchini afande IGP Camillus Wambura kwa kuendelea kusimamia maslahi ya Jeshi la Polisi kwa askari wote na kuhakikisha kwamba Jeshi la Polisi linafanya kazi kwa weledi, uadilifu na usasa na kutumia vifaa hivi ambavyo e, tumevipata pamoja na magari ili kuhakikisha kwamba E, jeshi la polisi ni watumikia wananchi na tunasema sisi tutaendelea kuhudumisha e, dhana nzima ya nidhamu, haki, aredi na uadilifu ambavyo sasa ndivyo tunayosema vitakuwa ni msingi wa mafanikio yetu.